Na kutokana na kukithiri kwa visa vya ubakaji na matumizi ya kiholela ya mihadarati miongoni mwa vijana ambavyo vimekithiri katika wadi ya Busali, eneo bunge la Sabatia katika kaunti ya Vihiga viongozi wa serikali wamelivalia njuga swala hilo ili kubaini chanzo cha kukithiri kwa hali hiyo. Akizungumza kwenye hafla ya kuusherekea siku ya mashujaa katika uga wa taasisi ya kiufundi ya Loteko, naibu kamishna wa eneo bunge la Sabati ya Festus Munyao amelaumu maafisa wa nyumba kumi na wazee wa mtaa sehemu hiyo, kwa kutoshirikiana na maafisa wa usalama kikamilifu. Wakati huo huo mbunge mteule katika bunge la Vihiga amewarahi vijana kututumia mitandao ya kijamii kwa kutoa matusi kwa viongozi na badala yake kuitumia kwa minajili ya kufaidi jamii.

lakini pombe inaweza kwaboma. Mlevi akilewa, i mtoto wa miaka kumi a mdogo. Mlevi amelewa amelala na nyanya wa miaka themanini. Nini? Haya, ni mkunja pombe machi ma na nyoka, unakunja na nyoka tena, unaona shoshu sasa amekaa kama mrembo, shushu anaambiwa sasa, na leo tunapata le. <laughs> Kesi za ajabu demi yetu inaharibika. Wazee lazima tusaidiane nijomba through the SCC ngalile sisi kwa tuna tupangia baraza sehemu hii, tuje kuongea kwa upana haya mambo ya pombe na mambo ya kujadiliana na hii mambo ya kuuana, maana hivi vitu vyetu kiangalia vizuri, inarudi tena kwa madaraka. Leo simu yetu tumekuwa na mauaji mengi sana ambayo hayaeleweki, mauaji mengi sana hujui hapa ni sana nini, na hujui ni nini, ndio umeenda kwa wazee wakashiba kutatua. Nimekuwa sasa kutatua kila swala, nipanga tu nipanga tu, ndio na mtu nipanga na ukiwa ndugu yangu na mimi nakuja kulipiza, si ni kweli? hii so, mauti itaishia wapi? Kwa hivyo tunaomba tu serikali, kama mnaweza kutusaidia, twaungane na hao machifu na maasisi chief, pengine tupunguze shida ambayo ziko hapa. Ni watoto hao wanafanya kwa sababu vitu hivi leo vya kulewesha, viliko vitu vingine watoto wanaweka kwa mdomo kutoka asubuhi na usiku sijui vinaitwa namna gani, na vingine wanamesa me vile wanatoka majozi ma wakiijishaiikua hiyo kitu, hata ukimwambia kitu hawezi sikia, hatakusisukuma. Kwa hivyo bwana badabiti utembelee eda yetu hii, utusaidie pengine mambo ya vifo na mambo ya kuwana mtoto na mama

Unaweza pata kazi kupitia kwa mtandao, ukweli, if you use it i well. Unaweza soma kupitia kwa mtandao, unaweza hata pata degree kupitia kwa mtandao and you can also get connections, lakini tafadhali tusitumie mitandao kwa matusi, tusitumie mitandao kwa matusi. Unaweza sema tu unatusi mwenzako kawaida, utajipata pale babali pa na sisi kama wazazi hatungependa kuona watoto wetu wakishikwa kiolela, olela. Tutumie mitandao vizuri. Unaweza pata, mimi niko na kijana mjukuu ako Moi University, huwa anatumia mtandao, anafunza wanafunzi wa, wa, wa, wengine kutoka nchi zingine. Kidogo ananiambia, guku, nimepata 10000 out of the the work I'm doing. Those are the connections we want you to make proper use of na hiyo itakuwa vizuri sana. You will become a shujaa in your own way. Masomo yako itaendelea vizuri.